Uh, eh, roo maoni kwa kwa yeah, kidogo ninami nilishangaa, uh, kwa sababu kipindiki Samatta amekuwa akicheza aiia na kona hayupo, nikashtuka. Lakini mimi sikutaka kuwa na haraka kwa sababu bado ninaamini eh, kuna sababu ya msingi na inawezekana binyano, Morocco, kama mwenyewe ameona kwa sababu sijapata nafasi labda ya kumuuliza kocha Moroko, kwa sababu uzuri wa kocha Moroko kama ukipata nafasi ya kuongea naye ni mtu anaweza kukwambia nini sababu iliyotokea. Lakini nataka niwakumbushe kwa Tanzania wengi sana, Samatta, kwa munda, sana hata kwa muda ni mrefu sana amekuwa akiomba kutoka kwenye timu ya taifa, na imekuwa ikifanyika kazi kubwa sana kumbembeleza aendelee kubaki na akumbuka, kama mwishoni mwa mwaka jana kubwa sana zifanya kitu kikubwa TFF uh, Wilfred Kidao kuhakikisha Samatta anaendelea kubaki kwenye timu ya taifa lakini yeye mwenyewe binafsi alikuwa anaomba apumzike na anaona kama muda wake wa kuwa kwenye timu ya taifa umeisha ili shaka kutoa nafasi kwa watu wengine lakini bado na sisi kama Tanzania tunapaswa kujifunza kwamba hatuwezi kubaki na Samatta milele kama tunakubali na tunapaswa kuanza kuangalia sasa hivi inawezekana Samatta wetu ajaye akawa ni mzizi lakini mzizi hawezi kuwa Samatta ajaye bila kupata nafasi ya kucheza kwao lazima tukubali kipindi hiki tena ni kipindi kizuri wakati tunakwenda kuandaa afcon kwa sababu baada ya hiyo miaka miwili sisi tutakuwa tumeshapata kina Samata wake, na kama tutaendelea kumtegemea Samata leo, baada ya miaka miwili atakuwa hoi kabisa, si mchezaji ambaye tunaweza kutegemea kwenye timu ya, ya taifa. Kwa hiyo kinaweza kawa ni kitu kinaleta kuumivu, lakini kinaweza kawa ni kitu ambacho kinatengeneza future yetu sisi baada ya eh, kipindi cha Samata. kiongozi kipa kiongozi kwa maana ya Experience. Experience, eh, nafikiri eh, tuwape moyo walioitwa wali. Uh, ukiangalia kweli Manula tunamkosa lakini Manula hana ana make fitness ana playing time wenyewe kwa muda mrefu sasa, na hata Simba wenyewe nafikiri wamemweka kama golikipa namba tatu na kipa namba mbili ni Alisali na umeona anapokosekana pin pin Kamara wanamtumia Alisali. Sasa kwenye timu ya taifa utawezaje kuta, na mimi nafikiri kumwamini Alsalim na bahati nzuri sana, kwenye mechi za timu ya taifa Alsalim amecheza na amefanya vizuri, including ile mechi tuna tunawafunga dhambi ya kwao kwa ni suala la kumwamini na experience yake haiwezi kufanana na ya Manula, lakini inakwenda inajengeka na, na siku anakuja kuwa ndio bora zaidi. Lakini hao walioitwa wengine kama wa Sigida pia anaweza kufanya surprise, kwa sababu ukiangalia kwa historia ya mpira, mfano kipa kama Iker Casillas wakati anapata nafasi ya kudaka Madrid alikuwa ni kipa namba 4. Siku anaingia kudaka alikuwa kipa namba moja kaumia, namba mbili kaumia, si namba tatu anadaka yeye, namba 4 ndio akadaka na kuanzia siku ndio kwa kipa namba moja. Kwa hiyo inawezekana eh, saa zingine akatoa mfikirio leo Alisalim, lakini ukashangaa kipa wa Simba ndio akaenda kuwa kipa bora au na tegemeo zaidi kwenye timu ya taifa. Kuna errors kwenye mpira, kipindi cha fulani kikiisha kinapiga kipindi cha fulani, kama ulivyozungumzia kuhusu Samatta. Era ya Samatta kwa timu ya taifa sasa hivi imeisha a hapo kabla tumekuzwa hapo hapo kabla tujahama tunafuzu AFCON sasa hivi ni kawaida kufuzu tupo kwenye mchakato wa kufuzu kwa Kombe la Dunia kuna haja yote ya kuweka matarajio makubwa kwamba lazima tufuzu tusipofuzu tumefeli au tuchukulie kama tunatengeneza timu kwenye AFCON kwanza tujitafute na Uh, unapokutana na timu kama Morocco nasema, ujue wao wana value vipi na level yao. Ukiangalia aina ya wachezaji walio nao na sisi, eh, tukipaswa kuwa wa kweli, tunaweza tukasema sisi tutajipa asilimia thelathini au tutawapa asilimia sabini. Kwenye football mambo yanaweza kubadilika, lakini kwa sababu tumekuwa tukifuzu AFCON eh, mara kwa mara, uh, maana za swali amesema imekuwa ni kawaida, na hii ni sehemu ya kuonesha mpira wetu umepiga hatua kuna potoka kwenye AFCON lazima uanze kufikiria world cup, utafanya nini? Ni kufuzu, inawezekana, lakini Tanzania jibu lake kufuzu world cup ni lazima kuifunga moroko kwao. Hapo ndo tujiulize, tunaweza kama? Tutaifunga moroko kwao, bila shaka Tanzania itafuzu. Lakini kama tutashindwa kushinda dhidi ya moroko kwao, basi hatuna hiyo nafasi na bidi tujipange tena. Tuangalie, Rais Karia ameteuliwa kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF, kwanza neno lako, lakini pia kulikuwa na mjadala mmoja yangu alimposta kwa kumkuta

Mimi sioni kama ni kitu cha kujadili sana, na tusiwatengenezee Yanga na rais wa TFF. Kama kuna kitu nafikiri mimi nafikiri tungeliache hilo hivyo hivyo, lakini Karia amesema watu ambao wanaharibu mpira wetu kama hawawezi waka, wakacheze sinema, na mimi naongezea wakacheze mda. E, yaani mimi namuunga mkono kama wakacheze sinema, na pia mimi naona kama wanaweza wakacheze mda, sababu mpira una kanuni zake na zinapaswa kufuatwa. Na kama tutakuwa tunafanya mambo ya mpira bila kupata kanuni, uh, hatuwezi kufanya vitu sahihi kwenye mpira wenyewe. Na kama hamtaki kuambiana ukweli na kuna wengine wakiambiwa ukweli kama wanataka kutishwa watu basi, sisi mimi including mimi, kuhusiana na mabu, ni vitu Uh, wale nyinyi mnawaita makoma ndo makoma wanaoshikilia, ndo walianza na kupiga mashabiki wao, si ndio? Wakaona piga mashabiki sasa, mfikia hata nyinyi. Mnajua sasa hivi kwenye interview mnapokwenda, mashabiki wa Yanga wanakuwa wagumu sana kwa sababu anaogopa akiongea ataambiwa hivi. Akiongea wakatoka hapo, wakahamia wakaanza kupiga waandishi uh, wa habari wa, kwa sababu wakawakuta na nyinyi. Nataka niwaambie ni kizazi cha plastiki line line kwa hiyo wakawa wanawapiga tu na hamna chochote kinachotokea. E, kaenda hayo mambo yamezoeleka sasa hivi. Hata sasa hivi nafikiri wakitaka kuwapiga wanawapiga, wanawapiga wanavyotaka. Wakahamia kupiga sources wenu ambao sio mashabiki wa yani, mtu anaojiwa katikati ya interview, wanawapiga wanafanya wanachotaka wao wenyewe sasa hivi wamehamia. Ukiangalia hii mechi imeahirishwa, kati ya kitu kimechangia, mojawapo ni hawa makoma wenye ndo ambao ndio wamechangia pia mechi kuahirishwa, kwa sababu wao ndo wamechangia kuzuia watu wasiingie mazoezini kazi kaanzia pale hawa wengine enakasusa mwisho mechi haikuwepo. Hawa makomando mnaendelea kuwaachia, wanafanya wanavyotaka kwenye mpira, kuna siku watakuja kusababisha maafa kwa mambo ya kipuuzi wanayoyafanya, na hawawezi kuambiwa. Lakini mimi siku zote swali langu limekuwa ni moja tu – Who is behind them? Nani anawasimamia nyuma hawa watu? Kwa nini wanafanya wanavyotaka wao wenyewe na hakuna anayeweza kuwasema wala kuwafanya sasa ikitekewa wanakemewa watu kama hawa, ni nataka labda eh, sijui ionekane kama watu fulani special. Mimi naona makoma wenye ndoo ni watu special sana eti. Ni watu labda wana msaada wote kwenye mpira. Wote kiachana kama watashindwa kwenda kwenye movie kwa sababu kule ndoko unajua, unaigiza. Una sikio kwa maana ya kia. Hata mdako mimi nawashauri wanaweza kuwapa. Hapo hapo Yanga kwenye statement yao kuhusiana na kutocheza mchezo wa dabi wamesema hawana imani na bodi ya ligi kuona ko wanatamani kuona mabadiliko. Hawa wanaosema viongozi wa ligi wajiuzulu, ni viongozi wao hawapaswi leo kujiuzulu? Kwa hiyo watu wakaanza kuuliza, je, viongozi wa Yanga mpaka ujiuzulu na bodi yote ya utendaji? Hivi mimi tuzungumze na nini hivi? Sio kama vile mnanihoji, unapiga story tu za kawaida. Leo tuamue kufanya mabadiliko kwenye mpira fanye mabadiliko kwenye mpira kwa sababu Yanga wamesema na huyo Yanga aliyesema ni nani? Nikizungumzie kwenye swala la kuvunja uh, kutofuata uh, kanuni za mpira. Juzi Yanga kombeturia timu ya sikifanya mazoezi ambayo ni mshitaji wa kanuni. Mbona wao hawajajihusuka? Na mbona bado wapo? Na wale makoma wenye ndoos, maana walikuwa watetekeleza amri ya mtu fulani, walikuwa watetekeleza amri ya ndani ya uongozi. Sio ndio? Ndio maana hawakuweza kuambiwa waachie ku, wengine mazoezi. Sasa mbona waliowafanya vile wamekunja kanuni hawajajizuu? Kwa hiyo mimi si dhani si, na nishauri kwamba kwenye football tukitaka mpira wetu uendelee kuchezwa vizuri, tupunguze siasa, tuondoe mambo ya siasa. Na kama kuna watu wanatamani kuwa wana siasa basi wawache, kwenye mpira kwenda wakafanye siasa. Siasa na mpira vinaharibu sana. Sisi kipindi chetu wakati tuna mina ripoti unajua niliandika juzi kwenye posti yangu kwamba nilikutana na Kaseja mara ya kwanza kumfanyia interview kwa mwaka 2002 kati yenu hapa wote nafikiri kuna mwingine sadaka ya kwamba ndio kwa darasa la kwanza ndio nilizungumza na Kaseja mtu akaniambia yule fundi ndio nilizungumza na Kaseja kumbe wewe ni mzee eh ni mzee sababu kwenye fani kwa sababu 2002 ndio nilifanya interview na Kaseja sisi kipindi kile ilikuwa mara chache sana baada ya kipindi cha usajili baada ya pale mazungumzo yetu sisi ilikuwa ni ugomvi Rage kamsema Ndolanga, Ndolanga kamsema Rage, hapa ni mtu na katibu mkuu wake ni kama vile Kidao kamsema Talia, Talia kamsema Kidao, ndio ilikuwa story zetu na watu ndio walikuwa wanasoma. Lakini leo watu mnazungumza mpira zaidi, sijui mpanzu pakome pesa, sijui nani. Sasa ili tuachane na haya mambo ya siasa wanazofanya haya mambo kwa kama tuwazungumze watu ambao hawana maana hawana faida hawana chochote kwenye mpira wa Tanzania, kama wa makoma wenye ndoo, tuzungumze mpira wenyewe tuachane na vituko na maigizo na ndio maana nakwambia, namuunga mkono kaya kwa sababu tunaingiza maigizo kwenye football. Football inapata kanuni zaidi, twende kwenye uwanja, tuangalie takwimu, na nani amecheza vipi, ilikuwaje. Hapo ndio mambo ya msingi zaidi. Dabi chief na amesema Yanga. Sasa dabi ta chief, mpaka leo dabi ta chief hakuna mpereza ya, is, ya, naisema, chezo, kwa vile dabi chief atoya anasema, alicheza alienda kwenye mchezo huu, mwamuzi walikuwepo pale, walikaguliwa mm wanawaambia nyinyi tu mambo ya hizi dabi itachezwa. Mimi naamini dabi itachezwa, na, na isipochezwa kuna watu watakosa kwenda, na nawashauri pia bodi uh, ya ligi pia wanapaswa kuwa serious. Eh, sio vizuri kwa na uongozi wa mpira kunaogopa watu. mesha elewa, kama kuna watu wanakosea Simba piga panga, kama kuna watu wanakosea Yanga piga panga. Huu mpira sio wa Yanga au Simba peke yake.

lakini nitamtafuta niongele, kwa sababu msigumi nimetafuta naye habari tukiwa bado vishoko kwa barabarani. Kwa kwa hiyo nitamtafuta niongelee, nimwambie mbona uwanja wana wenyewe uishi kila siku una shida gani? Maana tua ukisikia bado shida, ukichezewa kidogo unaharibika. Na mimi najua one of the most expensive pitch ni hiyo ya Mkapa um, hapa ukando uh, uh, wote uh, wa Afrika Mashariki na kati, na nilisikia wanasema ya Simba ka timu ya Simba inaweza kacheza Rwanda, itakuwa ni aibu kubwa sana kufanya hivyo sisi mechi ikiwa ya Simba na Yanga ichezwe kwa Mkapa pale, ikiwa mechi ya Simba na Masri ichezwe pale kwa Mkapa, ifanyike juu chini, kile kinachowezekana kwenda kupeleka timu zetu Rwanda. Sisi palevo tuliofikia, nafikiri sio jambo zuri. Kwa hiyo ni, ni, ni washauri hata watu wa serikali nafikiri wasimamie vizuri wa uwanja ili tuweze kupata baadhi ya hizo mechi zichezwe pale.